Kwa hiyo nipende kusema Mungu wetu ni mwaminifu na Mungu wetu ni mwema kwetu, na ndio maana tumeamka leo wazima. Kwa sababu hiyo, keti tu kwa utulivu umsikilize Mungu. Mungu atasema na wewe, na Mungu atakusaidia katika maisha yako. Bila kupoteza muda, mimi niseme kwanza tuwakaribisha wale ambao ni wageni ambao ni mara yao ya kwanza kufika mahali hapa. Mungu ametujalia kupata neema ya kupata kipindi cha Jumatatu asubuhi kulisikia neno la Mungu, kulisikiliza neno la Mungu asubuhi ya leo. Kwa hiyo unapolisikia neno hili ujue ni kwa ajili yako na pia ni Mungu ameruhusu ili kusudi upate neema ya kuweza kukutangulia katika maisha yako. Kwa moja kwa moja mimi niseme kwamba niombe alafu tuendelee. Baba Mungu ninakushukuru kwa sababu ya wakati huu mwema, umetupa nafasi na neema na ya kipekee sisi kuwepo katika uso wa nchini ya jua hili. Baba tunajua wako wengi ambao litamani kuwepo siku kama ya leo, ya leo, lakini hawajaweza. Ila sisi Mungu umetupa si kwamba sisi ni wajanja sana, si kwamba sisi tuna akili sana, si kwamba sisi tuna hekima sana, lakini Bwana umetupa neema na kibali sisi kuwepo chini ya jua. Ninakuimidi Bwana, Mungu wa mbinguni, ninakutukuza kwa sababu ni mwema. Nasema asante kwa neema na kibariki ambacho Bwana umenipa kwa ajili ya kusimama katikati ya kusanyiko hili. Asante Bwana kwa neema hii, angalia walivyoketi kwa utulivu, wakubwa kwa wadogo, ili kukusikiliza Bwana asubuhi ya leo. Naomba Mungu usiwaache wala usiwapungukie katika heshima hii waliokupa. Barikiwe Bwana wetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, shuka katikati yetu ili Bwana useme nasi hata mimi Bwana, naomba nitangulie katika kinywa changu niseme atokayo kwako kwa mapenzi yako, ili kwa ajili ya kuokoa roho hizi ambazo Bwana umezikusudia. Si mimi bali wewe Bwana uokoaye. Ninajua mwen, wewe ni mwema na mwaminifu. Mimi ni mjumbe tu kwa ajili ya watu hao. Asante Bwana, utukufu kwa kuwa ni mwema. Ni katika jina la Yesu, Bwana wetu wote, tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Basi leo tunakwenda kujifunza neno fupi tu kwa kadri Bwana atakavyotuongoza, lakini ili kusudi tuweze kupata maarifa tunapojifunza neno la Mungu, tunapata maarifa jinsi ambavyo tunaweza kusonga mbele, yaani tupate nguvu ya kusonga mbele. Lakini kuna wengine wanaofikiri unapojifunza neno la Mungu ni kitu cha kawaida sana. Nataka nikuambia, neno ni la Mungu ni kitu cha msingi na cha muhimu mno, haupasi kupuuza, na unapopuuza ndipo madhara yanapokukuta. Lakini ukilikubali na kulipokea neno hili linakusaidia na linakutia nguvu na linakuwezesha kuvuka mahali uliposhindwa. Lakini miongoni mwetu wameona ni mambo ya kawaida sana. Nataka niwaambie hili sio jambo la kawaida, jambo kubwa kabisa na la muhimu na la msingi. Leo tunakwenda kujifunza somo linalosomeka hivi kwamba Yesu anasema hakuja kuwaita wenye haki, sikuja kuwaita wenye haki kwa nini tunajifunza hivi? Kwa maana Yesu atakapokuja kuwaita wenye haki, ni kwamba mwisho wa dunia umekuwa umefika, yaani kutakuwa hakuna tena dunia. Maana yake tayari itakuwa ni kikomo cha wanadamu kuwepo chini ya jua. Siku ambayo utamwona Yesu amekuja kwa ajili ya wenye haki, ujue tayari hakuna dunia tena, hakuna kiumbe chochote kitakachokuwepo ndani ya hii dunia maana yake ndio itakuwa inatimia yale maneno yale neno kwenye kitabu cha nabii Isaya kwamba dunia kutikisika, imetikisika sana dunia, kulewalewa, imelewelewa sana, na Mungu amekuja kwa ajili ya kuitikisa hii dunia na kisha mwisho wa siku aondoke wa na watu wake. Kwa hiyo, ukiona Yesu amekuja kwa ajili ya wenye haki, ujue ndio ule, tunasema mwisho umewaijilia wanadamu. Lakini kwa sasa Yesu hajaja kuwaita wenye haki, ila amekuja kuwaita wenye dhambi na kusudi la kuwaita wenye dhambi, amewaita kwa lengo moja tu, wapate kutubu na kuwacha dhambi yao, ili kusudi wamrudie Mungu na Mungu siku atakapokuja kuwaita wenye haki, wawe ni miongoni mwa hao waliomwamini na waliompokea, ili aondoke nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, kitabu cha Ruka sura ya tano mstari wa 27 hadi yule mstari wa 32. Nitasoma hii mistari michache, halafu tutaenda kuangalia nini kinaendelea. 27 nasema hivi baada ya hayo akatoka, akaona akaona mtoza ushuru jina lake Lawi ameketi forodhani, akamwambia nifuate. 28. akaacha vyote akaondoka, akamfuata. 29. na Lawi akamfanyia karamu kubwa nyumbani mwake, palikuwa na mkutano mkuu wa watoza ushuru na watu wengineo waliokuwa wameketi chakulani pamoja nao. 30. ikawa mafarisayo na waandishi wao kuwanungunikia wanafunzi wake wakisema, mbona mnakula kura na, na, na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu akajibu akawambia wenye afya hawaja hawana haja na tabibu, isipokuwa walio hawawezi. 32 na pointi hiyo, sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Sasa hapa kuna mistari ambayo tumeanza kuisoma hapo juu hii mistari yote, kila mstari unasimama katika eneo lake na wenyewe, unaonyesha jinsi ambavyo Yesu alikuwa na kusudi la kuwaita wenye dhambi. Sasa hapa alipoanza kuihubiri Injili wakati anatembea, maandiko anasema akapita maeneo fulani akamkuta Lawi. huyu Lawi alikuwa ni mtoza ushuru. Mpaka leo mimi nataka niwaambie, katika dunia yote watoza ushuru huwa waaminiki na waamini na wanaaminika kwamba ni watu wenye dhambi sana kwa sababu ya, ya ushuru ule wanaotoza. Yaani unaweza ikawekwa kwamba kiwango cha ushuru ni shilingi 10,000, yeye anaweza akakutoza zaidi ya shilingi 10,000 na 10,000 eh, hiyo, akaweka 30,000 akaweka 20,000. Kwa sababu yeye na yeye anataka apate mle kwenye hiyo pesa, kwenye hiyo kwenye hiyo, kwenye hiyo kazi, apatemo kitu chake. Kwa hiyo anaweza akatoza zaidi ya kiwango kilichowekwa. Kwa hiyo wenye watoza ushuru wanaaminika kwamba ni watu ambao wanajulikana wana, wana kwamba ni watu ambao ni wenye tabia hizo, yani kutoza kiasi zaidi ya kilichowekwa. Kwa hiyo alipopita, akamwona mtoza ushuru mmoja, jina lake anaitwa Lawi, ameketi kwenye baraza, wakati huo ameketi barazani, Yesu akamwita, na alipomwita akamwambia, nifuate. Lengo alilosababisha amwite ni kwa sababu ni kusudi lake Yesu kuja kuwaita wenye dhambi, na kwa sababu Lawi alikuwa ni mtoza ushuru, basi aliyewezekana alifanya dhambi kwenye ushuru ule Yawezekana kuna mahali alitoza zaidi ya kile kiwango kilichowekwa, akadhulumu watu mali zao. Hata zakao ilikuwa hivyo hivyo, unaona. Sasa alipomwita akamwambia nifuate, maandiko anasema Lawi akaacha vyote alivyokuwa navyo pale anavifanya, akamfuata. Yesu akaendelea mbele tena huko, maandiko anasema katika maeneo mbalimbali ukiangalia kwenye Bibilia aliendelea kuwaita na wengine, akaita Mathayo, akaitwa Sinani, wate aliwakuta. Hata Mathayo alikuwa ni mtoza ushuru, naye akaitwa vile vile. Wengine wakina Zakayo, ndio walione walienda kumtafuta wakamkuta, anapita jiari, akakimbia akaenda kabana kwenye mkuyu, akasema nataka amuone Yesu. Kwa hiyo haya yote ni maeneo ambayo Yesu alikuwa anapita anatembea, anawaita watu, anawaita mmoja mmoja, wawili kwenye njiri, katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo alikuwa anawaita kwa mtindo huo. Sasa basi, Lawi alipoitwa akaenda. Alipoenda akamkaribisha nyumbani kwake la, akamfanyia karamu, akafanya sherehe. Alipofanya sherehe au, wakaja na watoza ushuru wenzake, wakajumuika kwenye ile sherehe. Walipokuwa wamejumuika kwenye ile sherehe, Mafarisayo ni waandishi, watu waliosimama kwenye sheria ya Torati, walioisomea Torati ya Musa, wameiweka kwenye kichwa chao, wanatembea nayo mchana na usiku, kila mahala walipokwenda. Sasa walipoona lile tendo ambalo Yesu alilikuwa amelifanya pale, yaani la kujumuika na watoza ushuru pamoja na wenye dhambi wanakula meza moja, basi mafarisayo na waandishi wakaanza kunung'unika kwenye mioyo yao, wanasema kwa nini Yesu huyu na nyinyi wanafunzi wake mnakula pamoja na watoza ushuru meza moja halafu na wenye dhambi, kwa nini wakati wan, yeah. Sasa kitu cha ajabu cha kushangaza hapo kiko hivi wakati Yesu nani, wakati mafarisayo na waandishi wa habari wanawahoji wanafunzi yani wana, Yesu, yani Yesu alikuwa mbali na wao kwenye sehemu nyingine, lakini mafarisayo na waandishi wanawauliza wanafunzi wa Yesu kwamba ni kwa nini ninyi mnakula na wenye dhambi, ni kwa nini ninyi mnakula na watoza ushuru na wakati hawa hawastahili hata kuchangamana nao, kwa nini? Sasa wakati wale mafarisayo na waandishi wanawauliza wale wanafunzi, Yesu akasikia akauliza, mnahojiana nini? Mnajadiliana nini? Mnajua kilicho nileta mimi duniani? Mnajua, mnatambua, mnaelewa, mimi sikuja kwa ajili ya wenye haki. Lakini anasema kwamba pale kuna pointi moja tumeiruka, nasema hivi, wenye afya hawahitaji tabibu Akimaanisha ni nani, ambaye leo anaweza ni mzima hivi, akaenda hospitali kumsalimia hata dokta? Yani ni mtu tu, ni mzima, anafunga safari na hospitali kumsalimia dokta, hata kama ni rafiki yako, unajua ni wachache sana. Unafungasha unatoka nyumbani, unaenda kumsalimia dokta hospitali, wewe sio mgonjwa, unaenda. Lakini yule ambaye ni mgonjwa, ndiye anaweza kuamka na mawazo ya kwenda hospitali, aende kumtafuta dokta ili aonane naye, ili kusudi apate matibabu na apate haja ya moyo wake. Kwa hiyo anasema walio na afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi, yani wanaumwa, ndio ambao wana shida na dokta, ndio ambao wana shida na mganga. Ninaposema mganga, sijasema wa kienyeji. Unajua kiswahili chetu, Kiingereza wanasema dokta, hiyo yote tunaita sisi mganga. Kiingereza wanasema dokta, sisi Kiswahili tunasema mganga. Sasa tukisema mganga, watu wanajua ni mganga wa kienyeji. Hata ukienda pale hospitali, unakuta ameandika kwenye mrango wa dokta pale mganga au kuonana na mganga sasa. Unajua, kuonana na, na mganga tena, mganga sijawasemea wa kienyeji, niesemea wa mganga wanaotibia wa, wa, wa, wa, wa, kwa kutupitia sayansi na teknolojia, sio sayansi ya kipepo. Maana sayansi ya kipepo ni mganga wa kienyeji anatumia na sayansi ya kipepo, lakini mganga aliyesomea na natumia sayansi ya maarifa na teknolojia ambazo tunazisikia wanazisema. Kwa hiyo sasa akaenda, anasema kwamba huyu mtu anaweza akawa na haja ya kwenda kumwona huyo mganga sasa, ili apate matibabu. Hata leo mtu akiumwa, anendu, tulo, tulo anaenda hospitali, anaenda kuonana mganga ili atibiwe. Sasa anasema wale ambao ni wagonjwa ndio wana shida na madokta. Sasa na mimi nimekuja kuwaganga hawa ambao ni wagonjwa, ambao wana shida na daktari. Mimi nimekuja kwao ili niwe msaada kwao niweze kuwasaidia, mambo ambayo yanawasubua, matatizo yaliyoko ndani yao, akimaanisha kwamba mwenye dhambi ni mgonjwa, akimaanisha kwamba mwenye dhambi hajakamilika, bado ana matatizo, ana matatizo ya kiafya, ana matatizo ya kiroho, hajamwamini Mungu. Kwa hiyo mtu anaaminika kama mtu mgonjwa, anaonekana kama mtu ambaye ni mgonjwa, bado hana uzima. Na mtu mgonjwa, kuna mawili, kuna kupona, kuna kufa. Sasa kama ukiwa mgonjwa, mgonjwa na siku zote mgonjwa yeyote huwa anaamini anapona, lakini hata ugonjwa unaoumua hawezi kujua. Kwa hiyo Yesu anasema nimekuja kwa ajili yao ili niwe msaada kwao, lakini wale ambao watakuwa tayari, basi mimi nitakuwa dokta kwao, na mimi nitawaponya nitawasaidia. Sasa maandiko anasema pale mstari ule wa 32, wa 31 anasema Yesu akajibu akawaambia, sasa akawajibu wale Mafarisayo na waandishi walio wahoji wanafunzi, kwamba kwa nini nyinyi mnachangamana na wenye dhambi? Yesu sasa anawajibu, anasema hivi, akawajibu akawaambia: wenye afya hawana haja na tabibu isipokuwa walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu. Kumbe wenye dhambi ni wagonjwa. Mtu anayeishi kwenye dhambi ni mgonjwa, bado hajapata uzima. Maana yake dhambi zinaleta mauti, maana yake dhambi zinapoteza maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo, hapa anaonyesha na kuthibitisha kwamba kusudi lake Yesu kuja duniani lilikuwa ni kwa ajili ya kumwita mwenye dhambi. Kwa ajili ya kumwita mtu ambaye yuko kwenye shida, yuko kwenye mateso, yuko kwenye magonjwa ili aweze kurudi kwake Yesu ili apate msaada. Kwa hiyo, Yesu Kristo anakuita leo asubuhi ya leo. Hapa ulipo kupitia huduma hii ya neno la Mungu asubuhi ya leo. Anakusudi na wewe. Amekuja kwa ajili yako, akusaidie, akutoe kwenye hayo matatizo, akutoe kwenye hayo magonjwa. Lakini kama usipokubali, hakuradhinishi. Unaona hakulazimishi hivi. Yaani hakulazimishi kabisa. Anakuacha kwa sababu umehiari mwenyewe kuishi kwenye hayo magonjwa, kuishi kwenye hizo shida, kuishi kwenye kwenye hiyo dhambi. Yesu ame, a, a, a, a, ame, ananyamaza tu. Kwa nini? Kwa sababu umetaka. Unaona? Hata hata hapa kuna watu tukisema njoni tuwaombee. Kuna watu ambao hawatakuwa tayari kuja tuwaombee. Maanake kukaa hivyo hivyo kwake anaona ni sawa. Hawatakuwa tayari. Maanake wito ameusikia lakini wengine hawako tayari tayari kuitikia. Hata kama amesikia lakini hakuwa tayari kuitikia. Kwa hiyo yuko hivyo na nameona ni, ni sawa tu. Unaona? kwa hiyo ndugu yangu, namalizia kusema hivi kwamba wito wa Yesu Kristo ni kwa ajili ya wenye dhambi. Kama uko hapa haujamwamini Yesu Kristo, ujue wewe ndio kusudi ndio Yesu alikuja kwa ajili yako. Kama uko hapa wewe hujamwamini Yesu, hujampokea Bwana mwokozi wa maisha yako, ukae unajua kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya yako, hajaja kwa ajili ya mtu ambaye ameshaokoka, amekuja kwa ajili yako. Maana yake huyo ni mzima amekuja kwa ajili yako wewe, ambaye bado kwa sababu waliookoka tayari hawa alisha kuja kwa ajili yao na akawaita na wakakubali kuitika na wakaokoka, na akaingia ndani yao akawa bwana na mwokozi wa maisha yao, kwa hiyo wako naye. Lakini nimekwambia kwamba pale mwanzo, kama Yesu akija kuwaita wenye haki, mwisho wa dunia utakuwa tayari umefika, kwa sababu anasema anakuja kuwaondoa wenye, wenye haki wote wote, aende nao katika uzima wa milele, katika ufalme aliouandaa. Kwa hiyo sasa kwa, kwa kipindi hiki wito wake uko kwa wenye dhambi. Kwa kipindi hiki amewalenga wenye dhambi, kwa kipindi hiki amewalenga wale ambao bado hawajatubu, ili wapate kutubu, wapate kurudi, ili Mungu awe pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unasikia, nataka nikwambie, Yesu amekuja kwa ajili yako, ndio anakutaka wewe sasa. Sauti hii ni kwa ajili yako, anataka wewe umrudie, utubu dhambi yako, uachane nayo, uachane na mambo mabaya ya dunia, uachane mambo. Mimi naomba hii dunia nina vitu vingi, nilishawambia kwamba dunia hii inaongea na dunia hii inazungumza, lakini i hamuonagi. Lakini mi nawambia dunia inaongea, dunia hii inazungumza kabisa, na vitendo vinaonekana, na maneno yanaonekana, na matendo yake yanaonekana, kwa sababu inaongea na inafanya kwa vitendo na kwa sababu inafanya hivyo, ndio maana watu wengi wameisikiliza, na ndio maana watu wengi wameifuata kwa kwa kwa kwa sababu sababu sababu inaongea na kwa sababu inatembea, na inatembea kwa sababu inafanya kwa vitendo, na ndio maana wanadamu wengi wameing'ang'ania, kwa sababu inasema nasema inasema waziwazi -wazi, kwa sauti kwa vitendo, na watu wanaisikiliza na watu wanaifuata. Na kwa sababu hiyo unaishi kwenye hiyo dunia, unafanya mambo ya hiyo dunia, unatembea nayo hayo mambo ya hiyo dunia na ndio maana unaona kwamba kwa sababu hiyo sasa dunia ni bora zaidi kuliko Mungu. Kwa hiyo unapoteza heshima kwa Mungu na unapoteza kibali kwa Mungu kwa kuisikiliza dunia. Bwana Yesu, asante sana. Kwa hiyo mimi nasema hivi, namalizia, Yesu amekuja kwa lengo moja, kukutibu wewe ambaye ni mgonjwa, kukuvuta wewe ambaye bado hujaamini kukutoa hapo ambapo ulipo, ulipong'ang'ania. Wewe kila mtu anajua hapo alipo yuko sahihi, kila mtu anaamini kwamba hapo aliposimama yuko sawa mpaka sasa hivi. Na ndio maana ukijaribu kugusa kwenye maeneo fulani watu wanakuambia hapana, hapo hamna, hapo hamna. Anajua yuko sawa kabisa, hapo yuko sahihi yeye, lakini Mungu anapomtazama yuko vibaya kabisa. Huyo mtu amepotea na ameharibikiwa, lakini hawezi kujua na hawezi kuona. Yeye anajua yuko safi kabisa, na hayo ni kwa sababu umefungwa, hauwezi kujua. Basi nikuambie kwa kusema kwamba utanifuatisha maneno haya ambayo mimi nitakuwa nayasema, na lengo ni kwamba upate kutubu. Lakini unapotubu usirudi kwenye uasi. Niliwambia siku zilizopita kwamba usirudi kwenye dhambi. Unapotubu kubali kuacha, usirudi huko, kwa sababu unaporudi huko, siku moja nitakuonyesha kinachotokea. Siku moja nitakuonyesha kitakachotokea baada ya wewe kutubu dhambi na kuzirudia tena nitakuja nikuonyeshe hapa, tukipata nafasi kama nikikumbuka, pia nitakuonyesha baada ya kutubu na kuziacha dhambi, unapozirudia unaonekana kama kitu gani kwenye maisha yako, unaonekana kama kiumbe gani kwenye hii dunia, unatazamwaje? Una na Mungu, Mungu anakuonaje baada, unapoacha dhambi halafu unazirudia tena, ni nini kitakupata, ni nini kitatokea kwenye maisha yako? Siku moja kama tukipata nafasi na kama nikikumbuka, basi tutaweza kuwashirikisha hilo nalo, ili mjue kwa, basi kwa sababu hiyo mimi niseme kwamba Yesu amekuja kwa ajili yako na injili iko kwa ajili yako, na kwa sababu iko kwa ajili yako, basi naomba unifuatishe haya maneno. Na kwa sababu ya muda wetu, nimesema kifupi, japo mengi sana kuzungumza kwa maandiko yako hapa, ambayo ningeendelea kuendelea kuyafuatilia, yako mengi tu, lakini nimekomea hapo kwa hilo andiko moja, ili kusudi iweze, kwa sababu ya muda wetu. Basi sasa niseme, nifuatishe maneno haya. Sema, ewe Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu umesema nami asubuhi ya leo. Ninakushukuru Yesu kwa sababu ulikuja kwa ajili yangu, ninakuomba unisamehe dhambi zangu na matendo yangu niliyokutendea. Ewe Mwenyezi Mungu, ninatubu maasi yangu na dhambi zangu na makosa yangu niliyokukosea. Ninaelekea kwako sasa, naomba unisikilize, uwe razi kunisamehe, kuniponya. Ninatubu. Nimeokoka, ninakuamini katika jina la Yesu amen. Baba Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya ya kusanyiko ya hili lote. Angalia Mungu, wakubwa kwa wadogo wamenena kwa kukiri kwa vinywa vyao kama inavyonenwa katika kitabu cha Luka, cha Luka cha Warumi sura ile ya 10 mstari wa tisa na kuendelea, ninaposema kwamba mtu hukiri kwa moyo kwa kinywa chake hata kupata wokovu na kuamini moyoni mwake hata kupata haki. Basi angalia Mungu wa utukufu, watu hao wamekiri kwa kinywa chao na kwa moyo wao moyo wao, wameamini huduma hii basi Mungu naomba usiwapungukie wala usiache, kwa sababu wamekubali, Bwana utukufu, kukugeukia naomba neema yako ifunike kila mmoja mmoja, Bwana ajisikie kwamba ni kweli ulikuja kwa ajili yake, na achukue hatua ya kusimama kwenye mabadiliko haya ambayo ameyapokea leo asubuhi, leo kwa lengo la kuachana na maasi na uharibifu na mabaya chini ya jua. Katika jina la Yesu naifuta hii ya dhambi nyemelezi inayowafuatilia, dhambi ambazo zimekuwa ndani yao zikitumbu kwa muda mrefu, na zikanyaga kwa jina la Yesu ziko dhambi za aina mbalimbali ambazo zimewafanya watu hawa washindwe kugeuka, watu hawa washindwe kurudi nyumbani mwako, watu hawa waendelee kugandamizwa na ibilisi. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai ninaiamuru hiyo dhambi nayo wasumbua, kila mmoja mmoja anaijua dhambi nayo msumbua wako hapa, kila mtu anaijua, kila mmoja anaifahamu dhambi ambayo inamsumbua, na kuomba Mwenyezi Mungu msaidie kuizima hiyo dhambi, isipate nguvu wala uwezo wa kumtawala tena, katika jina la Yesu Naifuta ifuta kiu iliyoko ndani yao, inayowasukuma kwenye mabaya, inayowasukuma kwenye dhambi, inayowavuta kwenye mambo maovu, inayowavuta kwenye uharibifu, katika jina la na Yesu naifuta kwa damu yako, nasimama kinyume na uharibifu huo, usiwatawale usi tena, bali nguvu yako na uwepo wako na neema na uokovu ukawe ndani yao, katika jina la Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo machache, naomba nikiamini, wamepokea kwa jina lako Mtakatifu. Wote tuseme amen, na Mungu awe pamoja nasi. Mungu awatangulie kazini.